Mtu huyu siku tu atakapoacha imani husika, atakapoacha imani husika atafanana na ulimwengu kwa asilimia mia moja. Yani siku ambayo atatangaza, yani atafanya kitendo cha kuonyesha hataendelea hata na hiyo imani, maamuzi yako yote, yani ni mtu ambaye mtakuta tu ghafla anafaana, yani sio, anaf, anafanana na kufaana, maneno yake, marafiki zake Kafla tu unakuta hawa jamaa ameingiliana nao sana. Yaani wanaelewana sana. Wanaivana naye sana. Hana mashaka nao, hawana mashaka na yeye. Yaani kabisa wanajua huyu atanii huyu ajaribu, alafu pia wanakuwa na uwezo wa kujua kwamba wala hawajawahi kuondoka kwenye, kwenye kundi letu hajai kuondoka, huyu ni wetu. Kwa kunakuwa na kitu ambacho hawashtuki hawashangai. Alafu na yeye kufanya hivyo, utamwona ana amani kabisa, moyo umetulia. Na ni moja ya watu naweza kukuta tu kapendeza, yaani kaacha tu, kaacha tu imani, kaacha tu imani, unaona kashangaa, kapendeza yani. Ukimwangalia hivi ni kama kanenepa ni kama kapendeza. Sasa sio ishara kwamba kwenye imani tulibanwa, ni ishara kwamba hukuweko.